Kwa majina yangu naitwa Agnes Kipande, mtoto wa simba wa kabila la Yuda, niko Pongwe, Tanga. Namshukuru Mungu kwa ajili ya maono haya ya kuendelea kutunza mazingira. Nilianza kutunza mazingira ishirini ishirini na mbili ishirini ishirini na tatu ishirini ishirini na nne ishirini ishirini na tano mpaka kufikia siku ya leo tarehe ishirini na saba ya mwezi wa sita ishirini ishirini na tano imefikisha miaka minne ambayo hii miaka minne nilitoka kila siku itapo leo na kutoka na kupanda maua pamoja na miti kuitoa kwenye taasisi binafsi na za kiserikali. Lakini pia maono haya, ninamshukuru Mungu kwamba nimeweza kufikia watu mbalimbali na maeneo. Tunza mazingira ni haya yafuatayo: nguzo za umeme ambazo ziko mjini ni chafu, nasafisha, napanda maua lakini alama za barabara za mitaa na zisafisha na panda maua. Lakini pia ninayo kauli mbili nayosema, operation tokomeza taka zisizo fursa, na kila jalala lisio rasmi panda ua au mboga, mazingira yakiruhusu panda mti. Nashukuru kwamba nimeweza kuondoa majalala, jumla ni 400 mpaka sasa. Yameweza kupandwa mboga, wengine wamepanda miti mazingira ambayo yanaruhusu, lakini wengine walipanda maua. Operation tokomeza majalala yasiyo rasmi imekuwa ni fursa kwa wananchi, maana wameweza kupata kipato kupitia majalala yao. Nawasihi sana Watanzania, karibuni tutunze mazingira. Maua yataendelea kupatikana hapa, ambayo utapanda kwenye jalala lako. Mbegu zinapatikana karibu, upewe zawadi, uweze kutunza mazingira. Lakini pia miti nimeotesha mingi, nao nimetoa zawadi. Kwa siku ya leo kwangu ulikuwa ni siku ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kufikisha miaka minne ya operation tokomeza majalala yasiyo rasmi na kuyapanda maua na mboga, na wananchi wengi wameweza kuhamasika na kupokea hii programu kwa amani na kwa furaha. Na leo hii tumetimisha kwenye shu, -kwenye hospitali yaliyoijenga Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumepeleka zawadi hizo na wamefurahi pende kusema kwamba namshukuru Mungu, nashukuru viongozi <coughs> na wa serikali, nashukuru na viongozi wa dini bana, viongozi wa dini, wa dini wameweza kupokea maua na miti kwa upande wa Wakristo wachungaji mia moja, lakini wa Islam, mashehe, kwa upande Waislamu mashehe arobaini na mbili. Namshukuru Mungu kwamba wako vizuri na wameahidi kutunza miti, kutunza maua na kuendelea kutunza mazingira kwa ujumla. Lakini pia nihamasishe matumizi ya nishati safi, tusisahau yani kutumia nishati safi ili tuweze kuokoa mazingira. Lakini na watoto nao tuwafundishe kutunza mazingira, maana ndio kizazi ambacho kitarisi maadili na kitarisi urisi mzuri. Tokomeza taka zisizo fursa, na kila jalala lisilo rasmi, panda ua au mboga, mazingira yakiruhusu, panda mti safi kabisa. Hawa ndio watoto ambao wanaendelea kutunza mazingira na mungu ameva wa wabariki, na si hawa tu, na watoto no mia moja kama sitini na nne ambao wanaweza kutunza mazingira. Hao wameotesha vitalu vyao, kuna mboga. Lakini kaulimbiu hii ya operation tokomeza taka zisizo fursa na kila jalala lisio rasmi, panda ua au mboga, mazingira panda mti, hii imekaa hivi. Tuna majalala mengi na tunaona kabisa, ili tuwe na nchi nzuri, pia tuepukane na magonjwa ya mlipuko, lazima tutunze mazingira. Kuna aina za taka taka hatarishi. Sasa hivi tunatumia, watoto wanafungwa pempas zinatupa mahali popote kao nikaona ni heri tufanye kongamano hili la operation tokomeza majalala ambayo nilifanya tarehe ishirini na saba ya mwezi wa saba ishirini ishirini na nne katika mkoa wetu wa tanga lakini kata ya pongwe nashukuru kwamba mtendaji kata na ofisi yote walishiriki kwenye ile kongamano na niligawa maua mengi mpaka sasa hivi tumesha tokomeza majalala mia nne kwa hiyo tunashukuru kwamba leo tumetembelea hospitali ya mama yetu Dokta Samia Suluhu Hassan tumeweza kutoa hizi zawadi za maua na miti unapanda ua na mama Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania naomba tu Mungu atusaidie tuendelee kushikamana kwa ajili ya kutunza mazingira kwa kusema machache asanteni napatikana Pongwe naacha namba za simu kwa ajili ya wale wanaotaka mbegu za kupanda kwa ajili ya kuondoa majalala ni mbegu za maboga natoa lakini za kunde lakini pia jalala nyingine alifai kupanda mboga. Kuna maua, maua yale yanaitwa Operation Tokomeza Majalala, yale maua ni mazuri, yanaitwa Jerusalem Flower, na yatoa zawadi bure. Lakini pia kuna mti ilo jalala kama linaruhusu mti, panda mti kwa ajili ya kutunza mazingira. kwa kwa hiyo, karibuni Watanzania kwa maono haya makubwa, ndani ya miaka minne nimeshatokomeza majalala mia nne yaliyoko Tanzania. Pigeni Mungu wetu makofi, watoto wazuri, safi kabisa, asanteni, tunawapenda. Namba za simu 0658 53 0078. Tarudia 0658 53 0078. Agnes Kipande, mtoto wa Simba kabila ya Yuda, niko ponge Tanga, ninawapenda, tuwaage bye.